Wasomi kutoka jamii ya Sabaot kutoka kaunti ya Trans Nzoia na Bungoma walijumuika katika eneo la Athi River kusherehekea nyimbo na tamaduni za jamii hiyo huku wakitumia jukwaa hilo kuhubiri umoja wao. Kwenye hafla hiyo ambayo pia ilihudhuriwa na viongozi wa jamii hiyo, waliozungumza wanasema kuwa jamii hiyo imekuwa ikitengwa kwa muda mrefu na sasa kuna haja ya wao kuungana ili wawe sauti moja hasa wakati wanapotafuta nafasi mbalimbali za kuendeleza jamii. Pia kwenye hafla hiyo ya wasanii wa nyimbo za kiasili walipata fursa kutumbuiza waliohudhuria katika hafla hiyo ambapo pia umuhimu wa kudumisha mila na tamaduni ulisisitiziwa. Wanajua ili tukuwa na uniti ya kitaifa lazima tukuwa na uniti ya famili kwanza, tukuwa na uniti ya jamii alafu, baada ya hiyo jamii tunakuwa na uniti ya kitaifa. Kwa hivyo hii ni siku muhimu ambapo tuna preach mambo ya unity. Today we have come here to celebrate our culture as a Sabaot people. And uh, in this congregation we have all uh, people from all walks of life. And we have also come here to remind ourselves about the opportunities that exist in this country And the opportunities that we need to take uh, advantage of as a community. Tunataka watu wazidi kuja pamoja, tukae pamoja, tuzungumuze, tuangalie mambo ya girl child, tuongee mambo ya marginalization, tuongee mambo ya representation na tufurahie, na tupromote local talent. Hiyo ndio imetuleta hapa, ili tuweze kuzumuika kama jamii, tuweze kuaddress mambo yetu tukisonga mbele.